Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu mpendwa, unaendelea kufuatilia mafundisho katika chaneli ya Mikono ya Kristo. Unaendeleaje hapo ulipo? Ni matumaini yangu upo salama. Kama unapitia changamoto yoyote, basi ninakuombea kwa Mungu aweze kutuma jeshi lake la malaika likusaidie kukuvusha mahali ambapo unapitia changamoto. Hata kama unaona haiwezekani, basi kuanzia leo uelewe kwamba hakuna kitu ambacho kinashindikana kwa Bwana wa majeshi. Wewe andaa imani yako tu, ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Hata kama wewe unaona kwamba akiwezekani, mbele ya Mungu yote yanawezekana. Leo nimekuja na somo fulani, nataka nikufundisha kitu chepesi kabisa kinachohusu macho yako. Unafahamu kwamba macho yako hayaoni sawasawa? Wewe ambaye unatazama kwa macho yako Yaani unaweza kutazama kitabu ukakiona mezani kwako, na unaweza ukafumbua macho yako hapo ulipo. Hebu angalia vitu, angalia vitu vyako kwanza, unaviona vizuri? Ehe, safi kabisa. Unaona, unaona. Sasa wewe unayeona, naongea na wewe, unafahamu kwamba macho yako hayaoni sawa sawa? Ama unafahamu kwamba inawezekana hayo macho yako hayaoni? Yes, nataka nikufundishe vitu vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo ambavyo vitakusaidia. Unajua, Mungu alipotufundisha, Yesu Kristo mwenyewe alipotufundisha, alitufundisha mambo katika njia ya ajabu sana. Yesu alitufundisha uwezo wake kamili wa kutenda, na mara nyingi Yesu aliyoyatenda yalionekana kuwa hayawezekani, lakini yeye aliyafanya, na alipoyafanya aliahidi kwamba na wengine wanaweza kufanya ha. haikuwa ni upendeleo kwamba labda kwa sababu yeye ni Mungu kweli. Amefanya alisema, haya niliyoyafanya hata nyinyi mnaweza mkayafanya, ikiwa na imani tu. Tena sio hayo, akazidisha kwamba mnaweza kufanya zaidi ya hayo. Umeshawahi kujiuliza kwa nini mpaka leo tusikii kuna watu wamefanya matendo makubwa zaidi aliyofanya Yesu? Inawezekana yamefanyika, lakini mimi sijawahi kusikia, pengine na wewe pia hujawahi kusikia. Je, umeshawahi kujiuliza kwa nini sasa mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanaamini kabisa kwamba inawezekana, lakini najua kwamba tatizo tulilonalo ni kukosa imani na kukosa uelewa. Sasa leo mada yangu ni kwamba nikukwambia tu kwamba hivi, kwa unafahamu kwamba macho yako hayaoni? Ukishalifahamu kwamba macho yako hayaoni, unisikilize vizuri. Hata kama wewe unaamini kwamba unaona, basi nisikilize kidogo, nipe sikio lako, nikunongoneze kitu, habari za maarifa ya mbinguni. Leo nataka nikupe maarifa. Unajua, Mungu anaposema kitu maana yake wewe uweze kuelewa katika mfumo wa kimungu. Ukitaka kuamini, macho yako hayaoni, na sio macho tu, hata masikio yako haya hayasikii, hayasikii. Ingawaji wewe unaona, unasikia, ukiitwa jina lako nageuka, unasikia, mtu akikusemesha unasikia, si ndio? Lakini kitafsiri kabisa, hausikii, hausikii ndio maana kuna mahali Mungu anatoa maelekezo ya kutaka kukuonesha na nitakuonesha. Sema ah, utanioneshaje? Sema ah, nitakufundisha, nitakuelekeza. Hebu fungua kitabu chako Zaburi ya 32 aya ya 8. Nikupe tu mstari tu huu hapo. Aya 8 tu hiyo, moja tu. Inasema nini? Anasema Mungu, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea. Hebu tafakari hapo. Narudia, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea. Kwa nini Mungu anataka kukufundisha? Kwa nini Mungu anataka kukuonesha njia utakayoiendea? Lakini anasema tena, nitakushauri, jicho langu likikutazama. Umeshatafakari vizuri kuhusu hilo? Yani, kwa nini Mungu anasema hivyo? Kwa nini akufundishe njia wakati wewe njia unazijua kwa nini akuoneshe njia wakati wewe njia unazijua? Si kila siku unamka? Si kila siku unaenda? Anakufundishaje? Anakuoneshaje? Alafu anasema nitakushauri jicho langu likifanya nini? Likikutazama. Jicho likikutazama, ukitafakari vizuri kuhusiana na hii Zaburi utaelewa kwamba kumbe mimi na wewe hakuna tunachokijua, hatuwezi yaani kwenda mahali bila maongozi ya Mungu. Sasa ni sawa sawa kipofu ana, anaongozwa. Si ndio? Eh, ndio. Mtu asiyesikia anapewa msaada wa kusikia, ndio maana yake. Si unakutana na, na ndugu zetu ambaye ana ulemavu wa macho anakwenda anataka kupanda anasaidiwa, labda ana fimbo anasaidiwa, maana yake haoni kile kitu. Sasa yule haoni katika macho ya rohoni lakini anaweza kuwa anaona. Yule haoni katika macho ya mwilini lakini anaweza kuwa anaona katika macho ya rohoni. Vivyo hivyo sisi hatuoni vitu sawasawa. Ndio maana tunakuwa hata kwenye maombi hatuelewi vitu sawasawa, hata tunapoomba vitu havitokei kwa sababu hatuamini kama vinatokea. Ni kwa sababu hatuvioni. Unaingia kwenye maombi, kuna mambo makubwa sana huwa yanatendeka, tena ya kuogofya kwelikweli, lakini wewe kwa kuwa huyaoni, unaona tu kwamba mbona nimeomba vitu havijatokea. Hauna macho, huoni. Ndio maana Mungu anasema nitakuonesha, nitakuonesha. Kwa Mungu anaposema nitakuonesha, unajiuliza kwa nini mimi sione, manake mbele ya Mungu hauoni. Nataka nikusome kitu kimoja. Ebu, ebu fungua kitabu chako tena, kitabu cha Yeremia fungua Yeremia, Yeremia 33 aya ya tatu, soma hapo. Soma Yeremia 33 aya ya tatu. Inasema nini? Anasema, niite nami nitakuitikia nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Macho yako anaona? Unasikia? Mungu anasema nini? Umwite alafu atakuitikia. Atakapo kuitikia Mungu ulipomwita atakuonesha mambo makubwa. Unaelewa? Mambo makubwa, yani anasema nitakuonesha mambo makubwa lakini pia magumu usio yajua, maana yake nini? Sasa hapo maana yake macho yako hayaoni sawa sawa, ama hayaoni kabisa. Sasa ili uone, unamhitaji Mungu ili ufikie kiwango cha kuona. Yani kuona, unajua, anayeona ana hakika na anachokifanya. Anayeona hawezi kuwa na wasiwasi. Anayeona anachofanya lazima kitatokea kwa wakati kwa sababu anaona na anayesikia ni hivyo hivyo. Ndio maana Eliya alikuwa anaomba kwa habari za mvua, akiwa na hakika kuhusiana na mvua, na zilikuwa zinatokea kwa sababu alikuwa anaona. Alikuwa ana wasiwasi na hilo, anaona. Na manabii wengine wote ambao walikuwa wana hakika, wasio na hakika, bado nao walitafuta uhakika wa kuhakikisha kwamba hiki ninachokiona ndicho ama hiki ambacho nakisikia ndicho. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu anavyosikia tofauti na Mungu anavyosema. Yani, Mungu akikusemesha wewe lazima utajiuliza hiki ninachosikia ni nini. Hauwezi kuprove moja kwa moja kwamba hii, huyu ni Mungu. Wala Mungu anaweza akakuonesha kitu usifikiri kwamba utakielewa kwamba ni Mungu anakuonesha. Utashikwa na mshtuko ili upate kuelewa. Kuna mtu mmoja anaitwa Gideoni. Yeye alipoa ujumbe na Mungu aende mahali. Akapewa maagizo hakuamini. Alipokuwa haamini anamwambia Mungu, "Hebu kwanza fanya jambo hili. Hebu geuza ngozi hii kwanza ilo inaumande umande. Iki lo utakuwa wewe ndio umesema na mimi." Anasikia? Anasikia. Lakini kwa kuwa sikio la mwanadamu limezoea kusikia taarifa za kibinadamu na macho ya mwanadamu yamezoea kuona vitu vya kibinadamu. Sasa mambo ya Mungu hayapo kibinadamu. Ndio maana Mungu kwenye ile Isaya hamsini na tano aya kumi na moja kama sijakosea, anasema vizuri kabisa, njia zangu ni ziko juu sana, tofauti inaweza kwenu kama mbingu na nchi, ndivyo mawazo ya Mungu yalivyo anasisitiza hivyo kwa sababu anachokiwaza Mungu sicho anachokiwaza mwanadamu. Sasa katika upeo huo, nakuona kuona ni hivyo hivyo, anachokiona Mungu sicho wewe mwanadamu unachokiona. Okay. Macho yako ulio nayo kazi yake ni kukusaidia wewe kuweza kufanya hivyo vitu ulivyoweza kuvifanya nikwambie tu hivyo. unaona vitu ambavyo umeweza kuvifanya kwa macho yako, maana yake ndiyo kazi ya macho yako na kusikia hivyo ambavyo vinakuzunguka wewe katika maisha yako vinakusaidia wewe hapo ulipo, sio Mungu. Ndio maana Mungu anapotaka kukutumia, anakupeleka next level. Anakupeleka level ambayo wewe huelewi kwa wakati huo wala hutaelewa. Anakupeleka level ambayo huoni, hutaona kwa wakati huo. Anapokuambia jambo lake, huwezi kulielewa kwa sababu halionekani katika macho yako hayo ya damu na nyama, halionekani anapokueleza vitu unasikia, anakuambia vitu ambavyo hauwezi kuvielewa kwa wakati huo, unasikia. Lakini unasema ninachokisikia ni kitu sahihi, kwa sababu levu uliyosikia sio levu ya kibinadamu, ni levu ya Kimungu. Ndio maana vision ya Mungu yani haiwi ndogo. Ndio maana unaona kabisa Mungu anakwambia omba, hata kama unaona hakiwezekani. Ndio tunamwona hapa Yeremia 33 aya 3, anasema vizuri, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu O, nafikiri Mungu anapokuambia mambo magumu, ni madogo hayo mambo makubwa. Mungu akikwambia nitakuonesha mambo makubwa, nafikiri ni madogo hayo. hayo sio ya kibinadamu, hayo ni makubwa yenye kumshangaza kila mmoja, yenye kumshangaza kila mmoja. Sasa hapa ndipo kwenye msingi kabisa wa somo hili kwamba unaelewa kwamba macho yako ni ya udanganyifu tu mwambie Mungu akupe macho ya kuweza kuona vitu vya rohoni, ili viweze kutokea, kwa sababu vitu vikubwa viko rohoni, haviko mwilini. Kwa hiyo ukiviona rohoni, utakazana kuvitafuta vitokee mwilini. Ukivisikia rohoni, utakazana kuvitafuta vitokee wapi? Mwilini. Kwamba Mungu atakaposema na wewe Bwana kwa habari yako wewe, wanakwambia nini? wanakwambia linawezekani, linawezekana ndio maana wale wote ambao walikuwa na changamoto ya uzazi kipindi hicho, akina Sara walipopewa habari ya uzao waligoma. Unafikiri kwa nini? si waliambiwa, walisikia? masikio yao hayasikii mpaka pale Mungu atakapoamua kuyafungua ama kuyazibua wapate kusikia. Vivyo hivyo na wewe usitumainie macho yako wala masikio yako Hasa kusudi langu ni hilo, ninapokwambia macho yako hayaoni, masikio yako yasikii, maana yake usiyatumainie macho yako wala masikio yako, kwa hivyo unavyosikia, kwa hivyo unavyoona, bali mtazame Mungu katika jicho la kimungu. Jicho la kimungu linaona hata ukiwa usingizini. Ndio maana watu wote wanaona rohoni, wanaona wakiwa wamefumba macho. Wachache sana wanaona wakiwa wanatazama vilevile vile kusikia rooni kuna kuhitajiwa katika uwepo fulani ili uweze kusikia kitu cha rooni, yani ya, ya, kuona. Kuona ya mambo ya duniani unaacha yaduniani, sio frequency ya kawaida. Upeo wa kuona wa Mungu sio upeo wa kibinadamu. Ndio maana Mungu anaweza kukuonesha vitu vilivyomo ndani ya kitu kitu, yani kitu kipo ndani ya kitu, unaona. Bila kufungua, Mungu anaweza kukuonesha vilivyomo ndani ya nyumba ya mtu, hata hujafika eneo lenyewe unaviona. Mungu anakuonesha vitu vya miaka kumi, au kama macho yako tu yana, me, yani yakifika tu maileji fulani hayaoni Umeshawahi kusafiri kwenye bahari? Kama umesafiri kwenye bahari, unaona macho yako yanafika mwisho wa kuona eh? Ule ndio mwisho wa kuona. Sasa pale unapoona, sio ndio mwisho, pale ndio macho yako yamefika mwisho wa kuona. Unavyoangalia kwenye anga, unavyoona pale, usifikiri pale ndio mwisho, pale ndio macho yako yamefika mwisho wa kuona. Sasa kama macho yako yanaona distance fupi namna hiyo, unaweza kujifananisha na mfumo wa macho ya roho ambao Mungu anayatumia Mungu anakuonesha vitu vya miaka ijayo. Sio ijayo tu, Mungu anaweza kukuonesha vitu vya miaka ya nyuma vile vile, anaweza kukusikilizisha, akasema na wewe kwa habari ya vitu vilivyopita, lakini vitu akasema tena na wewe kuhusiana na vitu vya wakati ujao, miaka mingi mitano, miaka kumi, miaka ishirini, wakati mwingine mpaka miaka thelathini. Mungu anakuonesha hizo vision. Nini msingi wa somo hili? Watu wengi wamekuwa wanashindwa kupata tumaini kwa Mungu kwa sababu ya kuamini ama kutumainia vitu vyao vya mwilini. Huu mwili ni kitu saidizi tu cha kufanya wewe ufanye baadhi ya mambo. Ndio maana kwenye habari za ufufuo mwili wako si kitu, kwenye habari za unyakuo pia mwili wako si kitu. Hakuna mahali mwili huo unahitajika kwenye ufalme wa Mungu. Huo mwili kazi yake ni hapa hapa duniani kuisha habari yake. Ndio maana ukifa huu mwili unazikwa, hauna kazi tena. Sasa huu mwili ndio una masikio, huu mwili ndio una macho. Ndio maana nimekuambia hayo macho yako yanaona ya ili huo mwili upate msaada tu. Sasa kuna mtu anamtumainia Mungu kupitia macho yake, yani kupitia vile unaviona, hilo ni kosa sana. Usijikatie tamaa kwa sababu ya macho yako. Usijikatie tamaa kwa sababu unavyovisikia. Eti kwa sababu unatazama unakijitazama wewe unajiona kabisa hufanani na maisha huyo unayemuona. Wewe alikwambia nani? Rohoni umejua kwamba mfanani, inawezekana huyo unayemuona kwamba wewe yuko juu sana, yaani rohoni wewe ni mara kumi yake. Huu ndio msingi wa somo, usitumainie macho yako ya rohoni wala usitumainie, mas, eh, usitumainie macho yako ya mwilini wala usitumainie masikio yako ya mwilini bali tumainia macho ya rohoni, tumainia masikio ya rohoni. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema na watu kupitia frequency ya rohoni, sio mwilini. Haleluya! Ukielewa hili uta, utaweza kuanza kufahamu kwamba kila jambo kwa Mungu linawezekana, kila kitu kwa Mungu kinawezekana, kwa sababu tu umeanza kuweka frequency ya kuelewa kwamba kumbe kwa Mungu frequency anayotumia Mungu siyo ya mwanadamu. Labda nikukumbushe tu, nikupe tu baini. Unajua uzuri wa neno Bwana. Neno lipo tu, yani Mungu neno aliliweka. Twende tusome hiyo Isaya hamsini na tano. Eh, Isaya hamsini na tano chap chap. Nilikwambia Isaya hamsini na tano kumi na moja lakini kusudi langu nikwambie kuhusu habari za Isaya hamsini na tano sura ya nane ya, ilikuwa ni sura ya nane. Anasema maana mawazo yangu si mawazo yenu wala njia zenu siyo njia zangu, asema Bwana. Sikiliza, anasema Mungu mawazo yake siyo mawazo yetu. Sasa anasema na njia zetu sisi wanadamu siyo njia zake. Sasa njia zetu hizi ndio hizo zinazoona kwa macho haya ya damu na nyama, ndio njia zetu sisi. Kwa masikio yetu ya damu na nyama, ndio njia zetu sisi. Mungu amekataa, anasema, wala haipo hivyo, haipo hivyo mawazo yake ni yake, hayafanani wala hayakaribiani na mwanadamu. Wanadamu wengi wanafeli kwa sababu ya kutumainia vitu wanavyoviona. Unafikiri kwa nini watu wanakata tamaa? Ukikuuliza, unafikiri kwa nini watu wanahisi hawawezi? Watu wanakata tamaa na watu wanahisi hawawezi kwa sababu moja tu, tena sababu finyu kabisa, ni kwa sababu ya hayo wanayoyaona. Ndio maana mtu hawezi kujiona hawezi kabla ya kuona wanaoweza hawezi kusema yeye hawezi vile vile. Mtu hawezi kusema mimi naweza kabla wa ya kuwaona wanaoweza au walioshindwa. Kwa hiyo kinachokukatisha tamaa wewe mwanadamu ni kile ulichoona kwa macho yako ya damu na nyama, ama kile ambacho umekisikia kwa masikio yako ya mwilini. Sasa hii ndio ninaikataa. Ndio maana nimekwambia, unafahamu kwamba macho yako hayaoni, Masikio yako hayasikii. Usiyatumainia hayo, kwa sababu ukiyatumainia hayo tu, wewe na Mungu mtaongea lugha tofauti. Mtu anaweza kukwambia kwamba wewe, ninakuona wa viwango vingine. Mungu anakuita umtumikie katika viwango vya kimataifa. Mungu anakuita umtumikie katika viwango vya kusafiri na ndege. Ndio naona utumishi wako wewe. Wewe unamwangalia mchungaji wako, wewe unaangalia washirika wa, wa wenzako wewe unaangalia watu unaoabudu nao, alafu ukirudi nyumbani unaangalia nyumba yako. Macho hayo unatumia, alafu unajitathimini. Haitoshi, unaanza kujisikiliza, au walichokuambia watu kwamba ah, we bwana wewe. Wewe wa kusafiri na ndege utakuwa, wewe umeanza kutumainia masikio na macho, unaamini kupitia macho yako na masikio yako, lakini Mungu amekuweka katika levu ambayo sio ya kawaida hiyo levo iko rooni, inahitaji viwango fulani uweze kuona. Inahitaji kiwango cha, cha imani pia kuona na kuamini, maana unaweza ukaona usiamini. Sasa ukishatumainia macho ya rooni na masikio ya rooni, maana yake unaweza ukatazama kitu kasema, hiki nakiona kwenye macho yangu ya uongo, udanganyifu. Ila katika ulimwengu wa roho haipo hivi, mimi ni wa mbali sana, mimi sio hapa Inawezekana wewe unateseka bure, kumbe kuna watu wamekuchezea michezo tu, wanakufanya wewe yani shetani ameipombaza akili yako, anakufanya kama wewe ni, ni mteja wake yani, wewe usifikirie kitu ambacho kinawezekana. usifikirie habari za mafanikio. Mafanikio jamani, yapo kila idara, kila nyanja. kumtumikia Mungu tu, kuishi katika njia ya Mungu, hayo ni mafanikio makubwa kweli. Maana nisema mafanikio hapa, mkawaza magari na magorofa tu japo hayo nayo Mungu anasema watu lazima wayafikie mafanikio ya rohoni yaonekane mwilini. Sasa kwa nini ufanikiwe rohoni alafu mwilini usifanikiwe? Si neno la Mungu linasema, mliona wapi mtu anemtumikia Mungu akaomba mikate barabarani watoto wake wakaomba omba mikate barabarani? Si kwenye neno la Mungu anasema hivyo kwayo, kwa hiyo nini nataka kusema, nataka kufundisha kwamba usitumainie macho yako hayo ya udanganyifu Yatakudanganya, yatakuferisha, utaona haiwezekani kwa akili zako, kwa akili zako <laughs> ngoja nikupe mfano mmoja tu ili uelewe namna watu walivyo. Mimi ki, ki professional, mimi ni mtu wa eh, communication technology ICT, yani ninafanya mambo ya ya, ya, ya, ya, ya, ya kimitandao zaidi, lakini pia ni technician technician wa ngazi fulani. Siku moja nilikuwa mahali nje ya huduma inayofanya, nina huduma hizo zingine hizo, nikaa nimeitwa kwa ndugu yangu moja rafiki yangu sana, nilikuwa nimeenda kufanya installation ya geti, nikafanya configuration yangu, nikawa nimemaliza nimesha seti geti langu, inafunguka kwa njia ya simu inafunguka pia kwa njia ya remote. Sasa nilikuwa nimemwita mtu aje kuni, kunisaidia kwenda kununua ki, ki, ki, ki, ki, ki, spare fulani hivi dukani, mtu wa bodaboda. Sasa, alipokuja, nikafungua lile geti nikatoka nje, wakati anaendea kujaribu. Sasa nimetoka nje, akawa ananishangaa, nikashika simu, nikafunga lile geti kwa kutumia simu. Yule bodaboda ilibidi aache sasa shughuli iliyomleta. Akashuka, akaniambia fungua tena, nikafungua. Nilipofungua akaingia ndani kwenye ile nyumba akachungulia. Nani yupo? Akatoka, nikamwambia, ah, hamna mtu. Nafunga kwa kutumia simu na kufungua katika simu. Nikwambie tu. Yule yule bodaboda alishindwa kukataa kwa sababu alikuwa anakiona kitu kwa macho yake. Lakini kwa jinsi nilivyomuona ingilikuwa nimempelekea hiyo habari mahali fulani amekaa tungeweza kugombana sana na yamkini angeza ugomvi wangu ungekuwa hata kushikana mashati. Kwa nini niligundua? Kwa sababu hicho kitu hajawahi kukutana nacho. Sasa hicho ni kitu cha kibinadamu kabisa ambacho mimi siwezi kushangaa, lakini jinsi yeye alivyoshangaa, ninakueleza kwamba kama ingelikuwa nimemfuata mahali nikamwambia hivi, unajua unaweza ukaliseti getu, kafungulia kwenye simu kafunga kwenye simu, angenishika shati kwa jinsi alivyoshangaa. Sasa hii inamaanisha nini? Huyo ndiye mwanadamu anayapima mambo kadiri ya anavyoyaona. Kwa hiyo ufahamu wako ulionao wewe ndio utakosababisha ujue kwamba inawezekana au haiwezekani. Sasa huo ufahamu ni batili. Kwa Mungu vile ambavyo vinaonekana dhaifu ndivyo Mungu hupendelea kuviinua. Mungu anakuambia hicho mnachoona nyi akiwezekani, nyi ndio mmeona akiwezekani. Watu wengi nikupe siri, wanaweza sana ila kwa sababu hawakujua kama wanaweza, walikaa katika hali zao za kutokuweza na Mungu aliwaacha hapo. Kwa sababu neno unasema niite nami nitakuitikia. Wewe hauiti. Sasa Mungu atakuitikiaje ikiwa haujui kwamba atakuwa umwite Mungu ili akuonesha mambo makubwa ya kutisha usioyajua? Umekaa kimya na watu wamekwambia huwezi, kwamba ah, utaweza wewe bwana. Kinachotenda kazi ni ulimwengu wako wa roho, sio mwili wako. Mwili wako wewe haufanyi chochote katika matendo makuu ya Mungu, huo mwili umebaki kama pambo tu. Yani maswala yote ya komandi za rohoni zinatoka rohoni, ndani kabisa, ili zionekane katika ulimwengu wa mwili. Sasa ukishalijua hilo ujue kabisa kwamba wewe utafanikiwa, kwa sababu utajua wapi niseme nini na kwa wakati gani. Yani naweza nikafunga nini, naweza nikafungua nini, naweza nikakisimamisha kipi, naweza nikakikataza ki, kipi. Ndio maana Yesu kila kitu alitufundisha. Yesu aliyafanya mambo ambayo kimsingi, kinadharia, binadamu watu walishangaa, waliamini tu, kwa sababu waliona. Kama huyu boda boda alishangaa geti, wakati Yesu amelala kwenye ile ile ngalawa au ile boti wakiwa wameenda huko baharini. Ilipotokea dhuruba, si Yesu alikuwa amelala. Sio kwamba alilala asijue kinachoendelea, haiwezekani. Alikuwa anajua kinachoendelea, lakini alikuwa anapima imani zao na kutaka kuwafundisha jambo fulani. Yesu aliamka, walipomuita sana, Bwana tunaangamia, tunaangamia, tunaangamia. Kumbuka ni dhuruba, sio habari ya watu. Ni habari ya dhuruba. Kama unavyosema hiyo bwana, hii da, hii ni majanga ya asili bwana haya. Na wao walisema hivyo hivyo. Bwana tunaangamia, Bwana tunaangamia, Bwana tunaangamia. Yesu akakemea ile hali na ile dhuruba ikakoma. Kila alichokifanya Yesu alikuwa anafundisha. Wakasema, huyu ni nani? Kumbuka ni wafuasi wake, kumbuka ndio watu wake wa karibu, wanasema huyu ni nani, anayeweza kukemea na upepo ukakoma na dhuruba ikakoma? Yaani wakabaki kushangaa, huyu ni nani? Sasa Yesu anafundisha pale, viwango vya mitazamo yenu vitazame sawasawa na kile ambacho Yesu amekufundisha usitazame kibinadamu. Walikuwa wanamtazama mtazama Yesu kibinadamu, kumbe Yesu alikuwa na komandi vitu kutoka ulimwengu wa roho kabisa moja kwa moja. Kumbuka Yesu ni mtu kweli na Mungu kweli na Mungu ni roho tupu, Mungu Baba mbinguni. Kwa hiyo Yesu atufundisha kwamba usitumie mitazamo ya nini, ya macho yako na akili zako. Yaani hivi ndio vimesababisha watu wengi wamedumaa. Watu wengi wameshindwa kuona ukuu wa Mungu kwa sababu ya kutafuta ukuu wa Mungu kupitia macho. Macho si anatazama, ah, yule bwana amefanya vile, itakuwa vile bwana, haiwezekani. Kashindwa yule, nitakuwa mimi bwana. Wewe alikwambia nani? Kwamba wewe hauwezi. Mungu alikwambia kwamba hauwezi. Una hakika kwamba hauwezi? Kwa hivyo, msingi wa somo letu la leo nataka uelewe kwamba macho yako ni ya udanganyifu. Macho yako hayaoni sawasawa. Masikio yako ni ya udanganyifu, masikio yako hayasikii sawa sawa. Haleluya! Basi kupitia somo hili, kama tunavyosema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa, neno la leo la maarifa likufundishe kwamba usije ukakata tamaa kwa sababu uliona kitu fulani. Pia usije ukakata tamaa kwa sababu ulisikia kwa masikio yako kitu fulani vilevile vile usije ukajivuna kwa sababu ya kile macho yako yanaona, na usije ukajivuna eti kwa sababu ya kile masikio yako hayo ya mwilini yalichosikia. Huo ni ubatili, lakini jivunie pale ambapo Mungu atasema na wewe kwa habari zako na za wengine, akikwambia kwamba hili ndilo nilokuitia wewe, kiwango chako ni hiki, unatakiwa uwe katika levo ya namna hii. Kila mmoja ana levo yake na kila mmoja anapaswa kufahamu mahali Mungu amemwitia. Sasa watu wengi wana ugonjwa wa kutokufahamu kufahamu wapi Mungu amekuitia, ndio maana ukitingishwa kidogo, unaona haiwezekani. Lakini ni kusii sana mtu wa Mungu kwamba yote yanawezekana, yote yanawezekana. Kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Unapoambiwa kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana maana yake ni kwamba hayo ni mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni hayawezi kushindikana kwa sababu unayemuabudu ni Mungu mkuu. Huyo ni Mungu wa miungu, hajawahi kushindwa jambo lolote. Ninakushukuru kwa kuona na kufuatilia mafundisho kila wakati. Nikusii na nikuombe, endelea kushea mafundisho haya kwa watu wengine ili wao nao waweze kubarikiwa, waweze kufunguliwa, waweze kuona uso wa Mungu kupitia mafundisho haya ambayo tunafundisha. Tufuate zaidi kwenye mitandao kijami ya kijamii, pia Instagram, Facebook pamoja na TikTok, channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la mikono ya mikono ya Kristo, kwa neno la maarifa. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Mponga, hadi wakati mwingine.